Akiwa atoke Tanzania haina msomi wa sheria, haina nchi yote msomi wa sheria, alikuwa Musa Huseni Kuikima. Musa Huseni kuikima hakupewa ujaji mkuu, ilibidi azuiliwe achukuliwe mtu ndio akasome, alikuwa hajasoma akasome, kaachwa msomi Halafu Mkristo atasema hamkusoma. Sasa a walikuwa wengi wakati huo, walikuwa wengi tu wakati huo, wasomi wengi, sio kuikima kinafundikila walikuwa kinatewa saidi tewa wake walikuwa wengi tu wasomi wakabaguliwa. Marehemu Bori Lila. Nani anamjua Bori Lila? <laughs> Nikisema nani anamjua Bori Lila, wananyoosha wachache. Unajua maana kunyoosha wachache, hamjitambui. Ndio maana mnabebwa kama mizigo. <laughs> Bori Lila ni katika wasomi wa mwanzo nchi hii kuwa wakuu wa shule za sekondari wasomi na alikuwa mkuu wa shule ya Kazima sekondari mapema baada ya uhuru. Bodi Lila, Bodi Lila alichaguliwa kwenda kusaisha mitihani na kuchagua vijana watakaokwenda fomu 1, fomu 2, fomu Ilitokea mwaka mmoja akapata bahati ya kuchaguliwa akaenda wizarani kusahisha na kuchagua, wakachaguliwa waislamu wengi na wakristo wengi waliostahiki kwenda fomu wani. Siku moja, Bori lila yuko ofisini wanamalizia malizia, uchaguzi umeisha sasa, makabrasha yaende serikalini. Sasa alikuwa na shida na rula, rula hamna. Akaona niende kwenye meza ya mwenzangu nichukue rula nimalize kazi yangu. Akaenda kwenye meza ya mwenzake akaivuta ile draw, akapata mshtuko. Mshtuko aloupata, orodha iliyokwenda serikalini ya waliofaulu ni wakristo watupu. Waislam waliochaguliwa kwenda sekondari orodha yao imo mwenye dr haikwenda. Anamuuliza bosi wake, mbona hii orodha ya Waislamu haijaenda? Anaambiwa bori lila, nyamaza, we mgeni ofisi hii, nyamaza. Alafu atasimama mwanasiasa anasema, nchi yetu wote hii wote wamoja, na we unasema sema baba, hawakwenda mfano mdogo. Muda wetu haupo. Marehemu Kigoma Ali Malima na na historia kubwa maake, alikuja kujitoa CCM hapa Tabora, viwanja vya Uyui Secondary School, akisindikizwa na mzee wa Ikela, mzee Waikela, mzee Waikela wakatua kapiga jezi ya kizuizini. <laughs> Kigoma Malima alipochaguliwa kuwa waziri wa elimu, Sheikh Ashraf, unanisikia vizuri bwana waziri wa elimu, Kigoma Malima katika kupekua mafaili akakutana na kisanga kikamshtua. Katika mwaka mmoja asilimia themanini ya wakristo wamekwenda masomo ya juu, lakini asilimia ishirini ya waislamu peke yao ndo imekwenda elimu ya, ya juu na miaka yote ya nyuma kama waziri wa elimu akajiuliza, hivi Waislamu wana ugonjwa? kila mwaka asilimia tisini wa Kristo tisina tano wa Kristo, Waislamu wagonjwa? Akagundua tatizo, akamwandikia barua Rais Mwinyi, ndo rais wake. Rais Mwinyi akamruhusu kufanya mabadiliko kufanya mabadiliko, akasema, fanya mabadiliko. Waislamu, naomba nizungumze, nimekaa Kigoma. Ali Malima waziri wa elimu akafanya mabadiliko. Unajua mabadiliko alofanya nisikilize vizuri, ilikuwa wakishasaisha mitihani Si watu wanafanya kwa namba, si namba, sio majina. Namba mnasaisha mitihani, mnamaliza. Sasa wanapofanya wizarani, ukimaliza kusaisha, kabla hawajachagua vijana wa kwenda mbele kielimu, kabla hawajachagua wale wasaishaji, zile namba wanazivika majina Wakishazifika majina zote sasa, wachaguaji wanafuata majina. Wakikuta Peter Joseph, aende. Abdurahmani afumani, huyu hapana, kata. Merejoni, sijui sijui, Felisiani, aende. Mwajuma binti afumani, kata. ndivyo liokuwa wanafanya. Mnanielewa eh? Nielewa Kigoma, Ali Malima akabadili mfumo, akawaambia sikilizeni, saisheni pangeni maksi, lakini mpaka mnachagua chagueni namba, msizivike majina. Sasa wachaguaji wanachanganyikiwa, namba hii, Muislamu Mkristo, jina hamna Wanasema huyu aende, yani sasa wanapiga ramli huyu <laughs> aende huyu aende huyu aende. Watu wakwenda masomo ya juu, sasa wanavika nini majina. Allahu akbar! Kuja kuvika majina waislamuda kwa asilimia arobaini. Waislamu wamepanda kwenda elimu ya juu kwa asilimia arobaini. Jetuda Mongera akiwa bungeni akatoa hoja binafsi ya kutaka serikali imuondoe Kigoma Malima wizara ya elimu, na Kigoma Malima akaondolewa wizara ya elimu, ukandamizaji wa elimu ukarudi pale pale kama mwanzo. Waislamu tunayasema haya, si madogo ngoyo. Ni kupeni kisa cha mwisho kwenye masuala ya elimu. Binti mmoja Mkuranga, mtoto wa mkwea minazi, Mwislamu, baba yake ni mkwea minazi muuza madafu. Matokeo ya darasa la saba amekwenda soma akakosa jina lake, akahuzunika sana mpaka kwa babake. "Baba, baba, jina langu silioni, nimefeli, lakini wote niliokuwa ninawazidi darasani wamefaulu. Sasa baba, fanya juhudi unisomeshe, nataka kusoma." baba anasema "Ba, binti yangu, mimi mkwea minazi, kula yetu peke yake ni shida na tabu, ntaweza kukusomesha mtoto amelia, anataka kusoma. Binti siku ya kwenda shule imefika, Januari watoto wenzake wanakwenda shule, yeye akarudi ye, tena kwenye mbao za matokeo, labda sikuone vizuri. Allah akampa irhamu, ingawa hakuona jina lake, lakini aliona namba yake ya mtihani, lakini namba ile ya mtihani ina jina la binti Mkristo. Sasa so, so pale Mkuranga kuna shule yetu pale ya Kiislamu. Sheikh Kundesha anaijua, ndo mlezi wa shule hiyo, akaenda pale shule.